Tukio kubwa la usalama lilitokea katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Jomo Kenyatta mnamo saa tisa dakika arobaini na mbili alasiri kwa saa za huko, baada ya ndege ya China Southern Airlines aina ya Boeing 787-8 kuingia ghafla katika njia ya kurukia wakati wa maandalizi ya kuondoka, wakati ndege mbili zingine zilikuwa katika hatua ya mwisho ya kutua. Ndege ya kwanza Kenya Airways Boeing 737-800, nambari usajili tano yake kilo chali alfa, ilikuwa karibu kabisa na kutua wakati ndege hiyo ya China ilipokuwa tayari imejiweka katika nafasi ya kuruka. Wahudumu wa mnara wa kuongozea ndege walitoa agizo la haraka kwa rubani wa flight KQA 2315 kufanya go round, yani kuruka tena na ili kujaribu kutoko mara nyingine. Ndege ya pili, Kenya Airways Embraer E190 nambari ya usajili Tano Yankee Romeo November kilo iliyokuwa ikifuatia kwa karibu nyuma ya Boeing 737 ililazimika kupinda kwa kasi upande wa kulia ili kuepuka hatari ya kugongana, kulingana taarifa za awali za ufuatiliaji wa ndege. Kuingia ghafla kwa ndege hiyo ya China Southern katika njia kurukia, ya kurukia kuliweka hali ya hatari kubwa na kusababisha taharuki kwa muda mfupi kwa wahudumu wa mnara na wahudumu wa ndege. Chanzo cha tukio hilo bado kinachunguzwa, ingawa taarifa za awali zinaashiria huenda kulitokea itilafu ya mawasiliano au ukiukaji wa taratibu. Ndege zote mbili zilitua salama baada ya tukio hilo na hakuna majeruhi waliothibitishwa. Hata hivyo, tukio hili limeibua tena wasiwasi kuhusu usalama wa njia za kurukia ndege na usimamizi wa trafiki ya angani katika uwanja wa JKIA, mojawapo ya vituo vya anga vyenye shughuli nyingi zaidi barani Afrika.